Wenzangu mkoa wa Iringa, naomba nichukue fursa hii kuwakaribisheni sana katika wiki ya maadhimisho ya miaka 20 ya mahakama ya kanda ya Iringa, ikiwa tunaadhimisha miaka 20 ya mchakato na utaratibu bora wa utoaji wa haki kwa wananchi kama mnaofahamu kwamba mahakama ya Tanzania imefanya mageuzi ya kila aina kuhakikisha kwamba haki za wananchi zinapatikana, si tu zinapatikana, bali kwa wakati na kwa ufanisi mkubwa. Tunapoadhimisha kazi hii kubwa iliyofanywa na mahakama, naomba nichukue fursa hii kuwakaribisheni wananchi wote wa mkoa Iringa katika wiki ya maadhimisho ya miaka 20 ambayo tunaianza tarehe nane na itaanza kwa kutoa elimu kupitia vyombo vya habari ili wananchi waweze kufahamu wajibu wa mahakama, taratibu za mahakama na utaratibu bora wa kuitafuta haki na kuipata haki katika mhimili wa mahakama, lakini pia tutapata tutapata fursa ya kuwa na matembezi ya pamoja katika mji wetu ambao tarehe itatangazwa ili kila mmoja awe ni sehemu ya maadhimisho haya. Lakini pia yawezekana tunatamani kufahamu mambo kwa ukubwa kabisa. Tutakuwa na maadhimisho haya yatakwenda sambamba na kongamano kubwa litakalofanyika chuo cha Katoliki Iringa RUCU kwa lengo la kuwaleta wadau wa sheria na wadau wa haki kujadili upana na ukubwa wa namna ambavyo mahakama inatimiza wajibu wake ndani ya nchi yetu. Niwakaribishe zaidi tarehe kumi na tano ambapo tutakuwa na ugeni mkubwa wa wadau wote wa haki jinai pamoja na ma, muhimili wenyewe wa mahakama katika kuadhimisha miaka hii ishirini na kujadili mafanikio tuliyoyafikia katika muhimili wa mahakama ambao ni chombo tunachokitegemea na kukitumainia katika kusimamia haki ndani ya taifa letu. Mimi mkuu watu wa mkoa pamoja na watumishi wote wa serikali tunawakaribisha wananchi na wadau wote kushiriki katika jambo hili kubwa nazuri, na zuri ambalo litatupa nafasi ya kutathmini tulikotoka, tulipo na tunapokwenda mahakama kwa ukanda wa Iringa.